Huu muda ndio muda ambao watu wanakamata vitu vya geuza maisha yao. Rudi nyuma kaangalie Bill Gates alianza soft, ali, Microsoft akiwa na miaka mingapi. Katafute. Hata sasa hivi Google. Mtu yeyote ambaye ana internet, Google kwa niaba ya wenzako. Alafu mmoja nitafutie Mark Zuckerberg alianza Facebook akiwa na miaka mingapi. Alafu mmoja Google Elon Musk ameanza harakati zake hizo za kugundua vitu akiwa na miaka mingapi. Elon Musk ametengeneza game ya kwanza aliyoiuza, game ya kwanza akiwa na miaka nane. Ok. Game ya kwanza Elon Musk ametengeneza akaiuza akiwa na eight years. Utaikuta hiyo story kwenye kitabu kinaitwa How to become great through time conversion. Utamkuta Elon Musk mrenda eight. Wewe sasa you have eight. <laughs> <Yani una urefu. laughs> Zako ana eight zina namba, amazing design game. Wewe una eight, una urefu ila empty. Empty eight. Hata shetani anaposema ninakwenda nyumbani kwa Ayubu, anakwenda kuharibu alivyozaa. Labda kama hujasoma Biblia Alikwenda kuharibu mali alizoza. Alikwenda kuharibu watoto alioza. Asi kama umegundua shetani, kama huna ulichoza shetani hana muda na wewe. Kuna mtu anaweza akasema mimi na pepo, mimi nashangaa watu wanaokaa na mapepo, unaweza kukuta huna kitu chochote ndani, ndio maana una hata pepo. Wakati wa ujana, watu wengi niliowaona kwenye Biblia, Mungu aliwapa picha za mambo yaliyokuja kuwatambulisha wakiwa vijana. Hata watu wengi ambao tunaita mababa wa imani walianza wakiwa vijana. Mwaka sasa kuna mnae mwita mzee ameanza kufundisha themanini na mbili, toa, chukua umri wake, toa miaka hiyo mpaka themanini na mbili utagundua kwa kwenye 20s au 30 hata 35 alikuwa hana kwa, alikuwa kijana mzee. Ukisema Nyerere baba wa taifa, wakati anapigania anapata uhuru wa Tanzania mwaka 61 kwa mwaka 39, ila ninyi sasa, nachokiweza ni mahusiano, siwezi kukaa bila mtu. Watu sasa hivi wanahusiana <laughs> na na ndoto na zao za kesho <laughs> wao wanahusiana na watu na wanyao wao wanakokwenda. Unakuta mtu anasema nina mpango wa kuoa ndani ya miaka mitano ijayo, lakini wana mahusiano sasa hivi. Ukiondoa yakobo wewe ndo mtu mwingine anayefuatia ambaye ana mahusiano ya muda mrefu. Soma shule, una hata ajira, una hata wazo la utafanya nini baada ya chuo? Endapo ikitokea miaka kumi mbele hujapata ajira, utaishije? Ujui, ila tayari una mahusiano na Festia, Festia mwenye wivu on, see, ni nani huyo? Niambie vizuri. <laughs>